Habari za asubuhi watu wa Mungu, nawakaribisha kwa channel ya Dr. Wilson Swahili channel. Naitwa Dr. Wilson Tayo na nafurahi kuwa na nyinyi katika channel hii. Pia nashukuru Mungu kwa ajili yenu wote ambao mnafaidika, wala ambao mnatazama hii channel, mnashare video zangu na watu wengine siwacha. Mungu awabariki wa Mungu awape uzima na Bwana awajalie mahitaji na matamanio ya mioyo yenu. Asubuhi ya leo, uh, naendelea kupokea masimu za watu wanaofurahia kazi hii, watu wanaoniambia vile wanafanikiwa vile wanafaulu. Kuna mzee mmoja, mwanajeshi mmoja ampigia simu anaambia kwa kupitia kwa mafundisho ya hii channel tu mtu amempatia eka ishirini za za shamba eka ishirini si kidogo, na hajatoa ndururu. Kile kitu ameambiwa ni atafute pesa ya kufanya transfer kwa ile document iwe kwa jina lake, sio ni jambo la kufurahia? Na hajaibia mtu, ametumia tu mafundisho fulani ambayo nimeweka kwa video hapa. Huyo mzee ameahidi kukutana mimi na kusema ama kufanya kila ambacho Mungu amemwongeza kufanya, siwezi kujua kufanya nini lakini ametaka kukutana mimi sana. Imekuwa ngumu, maana mali nipo, akipiga simu napata nimesafiri, nimetoka pale. Hizo ni maushuda ambazo zinanijenga na zinafanya niendelee kufanya hii kazi. Kuna mtu mwingine ananiambia oh, hii vitu ambao unafundisha kwa channel, wewe ni mtu wa Mungu, ni vitu havifai, wa watu watakudharau, watu wataona hauna mwelekeo, kwa hivyo futa hiyo funga hiyo channel kabisa uconcentrate kwa kufundisha uh, Biblia. Lakini hii channel niliwaambia mimi sikuja hapa kufundisha Biblia kwa sababu watu wengi ambao hata mnaonisikiliza kwa hii channel wengi mnajua Biblia. Wengi mnajua Biblia ni kitabu ambacho hakuna mwanadamu ana uwezo wa kukifundisha ila tu Mungu ndiye anawezesha mwanadamu eh, kuelewa neno ambalo limeandikwa pale na aende sawasawa na vile roho wa Mungu ndani yake atakavyomwelekeza. That's why one of the reason why we have freedom of worship ni kwa sababu watu kuta, kutafsiri Biblia na kujifunza Biblia si jambo rahisi, ni jambo ambalo linahitaji roho, na kila mtu kuna vile roho anamfundisha kuhusu maandiko. Kwa hivyo siwezi kuja hapa kusema oh, hii ni bible college. Hii si bible college, hii si bible institution. Hii ni channel ya kupeana spiritual tips Yani, suluhisho za asili ambao unatumia vitu vya asili na mambo yanayoonekana kujibu maswali ya kiroho na maswali yanayoonekana, na basi wengi mnafurahia na Mungu awabariki. Na hii haiwatoi kwa laini ya kumwamini Mungu, maana katika laini hiyo ndiyo tunapata Mungu anatujalia kusonga hatua na kujibu maswali yetu. Leo kwa hii video ni kuhusu kutandika yule ambaye anakusumbua sana, kutandika yule ambaye anakusumbua sana. Kiboko ambacho utatumia ni kile kinywa chako. Kitasema vile wewe mwenyewe utataka, ndio vile hiyo kinywa chako itasema na vile itakuwa. Utatumia maji ya utukufu, utatumia maji ya utukufu. Sasa ninaposema maji ya utukufu kuna watu ambao kwa video yangu ambayo imepita nimezungumzia habari za um, market day yaani, um, sijui walikuwa wanafuata channel ya kizungu ama Kiswahili, lakini kuna watu wameuliza about market day ni nini? Market market day, market day yaani, eh, your market day. Kuna watu wametaka kujua kwa sababu nafikiri wale sijui kama wamefuata TikTok ama wamefuata global solution ama wamepata hapa, sidhani kama nimetumia hiyo, lakini wacha nifafanue market day kwa wale ambao mlikuwa mnauliza. Ni siku ile ambayo umezaliwa, sio tarehe ambayo umezaliwa, no, siku ambayo umezaliwa, Jumatatu mpaka Jumapili. Yani Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi na Jumapili. Hizo ni siku za wiki. Sasa kwa hizo siku, tarehe yako ambayo ulizaliwa inaangukia moja hapo ya siku. Labda ulizaliwa siku hiyo tarehe hiyo ilikuwa Jumapili, labda ilikuwa Jumatatu, labda ilikuwa Alhamisi. Sasa i Alhamisi yenye ulizaliwa ndio inaitwa market day. Ukisikia nikisema your market day, namaanisha siku ambayo ulizaliwa, sio tarehe, siku ambayo ulizaliwa, maana siku katika ulimwengu wa roho ni muhimu sana kuliko tarehe. Sasa utatumia maji ya utukufu na maji ya utukufu pia, nikitamka hapa, wengi hamtajua ni maji aina gani. Sasa mimi Tayo niko hapa kuwasaidia kujua ninaposema maji ya utukufu pia ni mwalimu, nikufundishe namna ya kutengeneza maji ya utukufu. Baada ya hapo, ndipo uyatumie kutandika adui zako. Kama unataka kuwasamehe, sawa, unakubalika, ni jambo la kiungu. Ukiona moyo wako hauna nafasi ya kuwasamehe na ungetaka kuwatandika ama kuwapatia ni damu, basi pia inaruhusiwa. Kuna watu ambao walitukanwa sana na wakadhihakiwa katika maandiko na wakakasirika na wakawadhibu wale waliowasumbua. Elisha ni mmoja wao, aliangalia vijana akasema, wanamtukana kipara, kipara, basi akasema, na dubu au simba awatafune hawa. Ilikuwa ni punishment kwa wazazi wao, kwamba ni vizuri kufundisha watoto kuwa na adabu na kuheshimu. Basi watoto wao wakapata kuangamia. Kuna watu wa Mungu wengi walio punish maadui, na wewe pia unaweza kuwa labda ni mmoja wao, ambao huwa una hii roho ya kusamehe na kuachilia tu waende huru, jishike tama na kuimba wimbo, Mungu wangu wajua sababu kwa nini ni yapitie haya ukishika tama. Lakini kuna wale ambao wanasema hapana, sitashika tama, pigana na maadui zangu, nitachukua silaha za kiroho ambazo najua na ziasiasini. Najua vita vyangu ni vya damu na si vya damu na nyama, nitalenga katika ulimwengu wa roho, basi nitatumia mbinu ambazo Mungu amenipa. Leo nakufundisha maji ya utukufu inatengenezwaje. Maji ya utukufu, tafuta alimao ama ndimu tatu tu inatosha, ambayo haija haijaiva. Tafuta ndimu ama limao tatu ambayo haijaiva, ifanye isiage katika nini, i blend katika ile mashini ya blender. Kama vile wanatengeneza juice i blend hivyo hivyo, usitoe maganda, hivyo hivyo yote vile ilivyo hivyo katakata. Alafu una blend. Kama sio hivyo uweka kwa kinu ipige pige. Paka ikue bonde yote. Ikishabondeka, tafuta pilipili nya, za tatu nyekundu zile za kawaida tatu, hizi hizi za kawaida, tafuta tatu zinatosha. Pondaponda ponda, pia changanya. Ukisha changanya, chukua chumvi ya mawe ambayo ninaita chumvi ya baharini. Chukua sehemu kama vijiko vitatu vinatosha, bwaga ndani. Ukisha bwaga ndani, ponda, ponda pidua, changanya yote basi mwaga maji ya kawaida ndani yanayotoshea chupa. Ukisha mwaga maji ya kawaida ndani yanayotoshea chupa, basi andika majina, majina ya ule mtu anakusumbua, mara tatu kwa karatasi moja, yaani John Ochieng, John Ochieng, John Ochieng, Ochieng mara tatu. Majina ya watu ambao wanakusumbua, kama ni mmoja sawa, kama ni watano sawa wewe ndio unadetermine, ndio unajua ni wanakusumbua na nini. Kuna watu wameniambia, kuna jirani yangu ananisumbua na ningetaka ahame. Hii ni njia pia kusababisha jirani ahame, unaweza kuhamisha. E, naweza kumpiga transfer, naweza kumfunga mji fulani asije, naweza kumuondoa katika tauni hii, asikae hapo, aingiwe na kiwewe, alafu aondoka, ahamie mji mwingine. Kama unakaa magharibi mwa Kenya aende Eastern kama unakaa mashariki naye aende north, unaelewa? Basi hilo ndio unaweza kufanya. Unaandika majina alafu unakunja. Ukishakunja basi, ingiza ndani ya ile chupa, alafu mwaga yale maji yote ndani ya hiyo chupa, funika. Ukishafunika sema kile unataka kuhusiana hiyo. Sasa kama unataka kuhamisha, kama unataka akote makaratasi kwa barabara, miaka yake yote kama unataka um, vile unavyotaka sasa. Hapo si mimi ninasema nimekufundisha tu, hapo ni wewe unasema. Unaona vile nimekueleza kuchanganya yale na kutengeneza yale maji, tayari una maji ya utukufu. Sasa unasema unaunganisha maji yale na matamanio ya moyo wako kupitia kwa yale, utasema. ukishasema unachukua ile chupa, unachimba chini katika mahali kwa ground, unazika, unafunika mchanga, umeshamaliza kupiga punishment. Sasa kazi yako ni kufanya kutoka uh, siku ya Jumamosi ndio mzuri sana kufanya recipe kama hiyo. Ukishamaliza sasa, wewe utasoma Zaburi mia moja na ishirini Zaburi mia moja na ishirini ni chapter Utaisoma hiyo chapter yote mpaka ishe, kwa siku mara moja. Hiyo utafanya kwa siku saba. Utafanya vile, ngojea uone vile maadui zako wataenda vile, wale ambao ulizika wataenda, wale ambao ulifungia majina yao yeyushwe kwa ile kwa ile chupu, utaona maisha yao vilitaka. Nimekupatia kitu ambao si cha kawaida. Kama kuna mtu ambao unadhani ni adui ama anakutendea mabaya, lakini hatendi, ukifanya haya mbano haya mkamati popote, lakini kama ako na mkono wake unahusika kwa masuala yako, nakwambia ukweli mbele zake Mwenyezi Mungu, fanya hivyo, utaona yale ambayo Mungu.